Na na sisi tulikuwa jirani na kisitu sana, mimi Mheshimiwa Sugu na Boni na, tulis, na tulianza kuratibu baada ya kusikia tu Mheshimiwa Heche amekamatwa, tulikubaliana kubaliana kwamba sisi tukae kimkakati kwa ajili ya kufanya fora, na baada ya muda tukasikia katibu mkuu amekamatwa, na tulimwambia naibu katibu mkuu bara stoke ofisini ratibu kutokea ofisini, na sisi turatibu mahali ambako tulienda tukaweka station kwa ajili ya kuangalia nini kinaendelea. Watu wamepigwa sana, ukienda kwa mfano uh, bwana fedha wetu uh, Tito ni wakumwe kwenye maombi kabisa, alikuwa hawezi hata kugeuka, pigwa marungu ya utu wa mgongo. Makamu mwenyekiti ameumizwa sana naibu katibu mkuu na viongozi wengine mbalimbali mbali na watu mbalimbali mbali wengi wameumizwa sana, na tuna uhakika hii namba itaongezeka, lakini hatari zaidi ni kwamba tukiwa pale Mochwari, pale emergency, wale wale wauguzi walitoa ushirikiano sana, wakasema hawa niliowapokea wanaendelea vizuri, lakini kuna mmoja amepelekwa Mochwari. Tulipofika pale Mochwari walisema tunamaliza uandikishaji, tukasema tutasubiri, mkishamweka kwenye friji, sisi ndio tumtambue. Hiyo ilikuwa, ilikuwa ni kauli ngumu sana kwao. Walianza kupiga piga simu polisi, baadaye gari lilirudishwa rivers mpaka mlango wa Mochwari, tukaomba kusaidia kubeba mwili, wakakataa lakini baadaye, nafikiri ni inspekta yule alikuwa incharge wa ile gari akasema ngoja. Akaja, alivyokuja akatoa maelekezo, wakaingia kwenye gari, wakafunika wala maiti, wakaondoka na maiti. Sasa tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba angekuwa ni mtu ambaye amekutwa katika mazingira ya vifo vya kawaida, polisi hawakupaswa kuondoka na maiti ambayo ilikuwa imeshafika mochwari na ku, na walikuwa wamesha register na wakati wanaregister watu wetu pale walikuwa wanang'ang'ania kwenda kumuona kwenye gari. Nafikiri Mheshimiwa Mbilinyi akasema kwa vile wanamregister huyu, subiri wamalize, wakimweka wa mochwari wataondoka alafu tutamwangalia mtu wetu. Sasa registration na yule yule bwana ambaye alikuwa na mochwari attendant yule, alipotuona naye alianza kupata mashaka kwa sababu haliporudi pale mlangoni nilisikia anawaambia kwamba huyu mtu ame, nini kimemuua? Niambieni ukweli, huyu mtu nini kimemuua? Nafikiri lile swali pia lilikuwa gumu kwa polisi, na polisi nafikiri wali-communicate na authority za juu, ndo wakaamua kuondoka na ile maiti ambayo ilikuwa imeshafika. Mkiangalia kwenye tuta yangu ama picha ambazo zimerushwa mbali mbali kwenye mtandao m, tulikuwa kwenye mlango wa mochwari, na pale kulikuwa na watu wengine wengi wamekuja kuchukua miili yao. Kwa hiyo kidogo, kuna kuna taharuki kidogo, watu wanaangalia nini kimeendelea, na sisi tunafahamika watu wakawa wanajua hawa ni Chadema, watakuwa wameumizwa leo. Sasa mimi ni mwambie Rais Samia, kama hivi ndivyo wanavyomwandalia kushinda uchaguzi, awamwandalii kushinda uchaguzi, wanamwandalia laana. Leo kuna watu wameumia, na nimwambie mkurugenzi wa usalama wa taifa, nimwambie IGP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 Sasa na Watanzania wanaonisikiliza, haya mambo yanatokea kwa ajili yenu. Mtasikia taarifa mtu kuuawa, mtasikia taarifa viongozi kuumizwa, polisi wanafanya wanavyotaka. Polisi juzi wamemkamata makamu ya wa mwenyekiti Kariako, wamezunguka naye kwenye gari, wakamwacha kwenye kituo cha daladala uhuni, yaani, uhuni uliopindukia. Sasa kuna tipping point, kuna kukinai kwamba I've got nothing to keep, sina cha kuhifadhi, sina cha kujivunia. Wananchi wakifika hapo, na siku moja watafika, hii nchi itakuwa mahali pagumu sana pa kuishi. Unatakaje kuwa raisi ama unatakaje kuwa mbunge? kwa kuumiza watu kwa kiwango hiki ikusaidie nini? Yani hata kama wewe unakuwa rais, unamiliki New York yote, unamiliki uh, Paris yote unamiliki Toronto yote, then then what what? Kwamba unataka kuwa mbunge kwa sababu watu wafe? Hii damu zinazomwagika nchi hii zitanena na laana yake hiyo juu ya watoto wenu na vizazi vyenu. Na huo uchaguzi hamtauona, hamtauona huo mchaguzi. Hamwezi kuona uchaguzi kwa kuua watu. Na hata mkichaguliwa mta hata mkiiba kura mtaandama na laana. Sio nyie peke yenu mlio kwenye madaraka na watoto na watoto na wajukuu zenu. Mnacheza na damu, mnaumiza watu, mnatesa watu, mnazalilisha watu, mnabambika watu kesi, mnajisikia kupiga watu, mnavyopiga mnajisikia kutesa watu, na mnaenjoy, mnapata pleasure kwenye mateso ya watu. Sadism spirit, yani mnafurahi mnavyotesa watu, mnafurahi mnavyoumiza watu, mnafurahi mnavyokandamiza watu, mnafurahi mnavyoua watu. Meua wengi sana na mnafikiri hakuna chochote kinaweza kufanyika. Mimi nawakishia kwamba damu huwa inanena na, na mwisho wenu uko karibu sana. Maisha gani haya tunaishi? Haya maisha gani haya tunaishi, kwamba leo kuna, kuna mtoto kapoteza baba yake kwamba leo kuna mtu kapoza mjomba wake, kwamba makamu wetu mwenyekiti wa chama Zanzibar, anakamatwa na polisi, anachukuliwa kutoka Kisutu, anaenda kuwachwa Ununio, anapigwa miguu, anavimba asitembee, alafu unaambiwa lala, lalia tumbo, maanake wamepigwa miguu manake, wame migu, manake wasiweza hata kukro, manake pale walipowekwa, kukikosekana msaada wanakufa hata na njaa, ama mvua inanyesha, maji yanawakuta wanakufa. Ukatili wa aina gani? Watu watasema tumtake IGP ajiuzuru. Hii sio ishu ya IGP, hii ishu ya serikali nzima, chama cha Mapinduzi. Rais ndo amiri jeshi mkuu wa nchi hii. Damu inaomwagika iko mikononi mwake, inamuhusu hawa watu wanaoteswa, inamuhusu na wasifikiri wako salama wasifikiri wako salama. Kwa mateso wanawapatia watu hawako salama hata kidogo. Hawawezi kuwa salama kwa sababu hii dhambi wanaofanya hii dhambi hii italipwa. Mungu aziakiwi, mheshimiwa rais, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Usipovuna wewe, atavuna Abduli, asipovuna Abduli, watavuna wajukuu zako kupitia Mchengerwa. Hii mambo gani ya ndugu zangu? kwamba leo tuna wagonjwa viongozi wetu kwa sababu ya kwenda kwenye kesi ya mwenyekiti wetu wa chama. Watu wanakwenda kwenye kesi za majambazi, hakuna mtu anayepigwa. Watu wanakwenda kwenye kesi ambako mtu kamchoma mtu moto, hakuna mtu anayepigwa kirungu. Leo tunakwenda kwenye kesi ya kiongozi wa upinzani nchini, ambao kesi mabalozi wako pale, mbona wakupiga virungu mabalozi kuna watu wametoka nje pale, kwa nini wakupiga virungu wale watu? Maana yake nini? Nyiye mnatumiwa uoga, na hii ine inaendelea kwa sababu ya hofu walionao wananchi juu ya wa mambo haya. Pengine kuna limiti hizi taarifa zikitaka kufika kwa rahisi, zinachengeshwa. Sisi tunamwambia kwamba kuna watu wengine wanne ambao ile kundi tuliambiwa walikuwa kumi na tatu. Wanne hawajulikani walipo, mmoja tumemkuta amefariki, wengine tumewacha hospitali wanapata rifo, waende kwenye matibabu zaidi. Sisi tunamwambia rais, kuna watu wameumizwa kwa sababu walikuwa waibi, walikuwa wabaki, walikuwa wauzi madawa kulevya. Kuna watu wameumizwa na kuna maiti imepatikana kwa sababu watu walikuwa wanakuja kusikiliza kesi. Tunapewa maumivu kwa sababu ya kusikiliza kesi. Picha za kwanza angelezi zilivyorushwa katolewa ka, ka t-shirt na wale mkamata ndio wanawake wenzake, kifua chote kinaonekana ni mwanamke. Yaani, wana enjoy kutesa, wanapata pleasure kutesa. Hii spirit haiwezi kuiacha nchi salama. Ni habari ya muda tu, ni temporary. Sasa mimi uto wangu kwa wananchi, anayefikiri yuko salama hayuko salama. We mfanya biashara unayefikiri uko salama hauko salama. Wewe hujulikani, kama makamu mwenye, makamu mwenye kiti wa chama, ka na wa chama anaweza akashushwa Chadema na akafanywa vyovyote, wewe na mke wako mnaweza mkafanywa chochote na lolote lisifanyike nchini. Mkifikiri hii kazi ya kupigania haki ni ya Chadema, mnaumia. Wafanyabiashara, wafanyakazi wa umma, madaktari, manesi na nyie polisi wenyewe, jeshi la wananchi, mnatazama haya mambo. Hawa wanaumizwa ni wananchi, si kwa sababu ni wahalifu, ila ni kwa sababu wanatafuta haki zao. kila mtu na kila mtanzania anatakiwa kujua wajibu wake katika kukataa ya mambo yanaendelea. Tunaomba viongozi wa dini wasikie haya mambo tena, waislam na Wakristo, mwongee haya mambo na mkemee, na tuchukue hatua, vinginevyo hakuna mtu yoyote ambaye yuko salama yoyote nchi hii, anaweza akatekwa, akafanya kitu chochote. a mashaka yamekuwa makubwa kwa sababu zamani polisi alipaswa kuona aibu kuumiza mtu. Leo polisi anasikia fahari kuumiza mtu. Hapa nje tunaongea, kuna gari karibu nane za polisi ofisini kwetu hapa. Tuko ofisini kwetu, lakini tuko mateka. Wananchi, nawaomba sana, sisi hatukati tamaa kwa sababu tunaona tumebeba wito wa Mungu, lakini mkiendelea na hii attitude Mnasikia mambo mabaya na ya kishenzi kama yanaendelea, halafu ukimya unaendelea kutawala, hakuna hali yako salama. Huko tunakokwenda patakuwa pabaya mara mia moja ya hapa. Kila mtu atakuwa mtumwa katika taifa hili. Hata ukijipendekeza kwa serikali ya sasa utakuwa mtumwa, kwa sababu kujipendekeza kwenyewe ni utumwa, kwa sababu hukupaswa kujipendekeza kama serikali hii kama nchi ingekuwa kwani u... ujipendekeza kwa nini? Uwe na namba ya IGP ya nini? Uwe na namba ya RPC ya nini? Uwe na namba ya mkurugenzi wa TRA ya nini? Kama nifanya biashara, unafanya biashara yako sawasawa. Huko kwenyewe kwenye kujipendekeza, kwenye na kutafuta network ya viongozi wa serikali na chama, huo wenyewe ni utumwa, huo wenyewe ni utumwa ndugu zangu, kama alivyosema mwenyekiti wa kanda, hii ni zoni yake, hiyo ni zoni, hii ni zoni yake Nafikiri huyu mtu mwingine ameokotwa, ameletwa hapa. Huyu ni mtu mwingine huyu. Mleteni hapa, mleteni hapa, mleteni hapa, mleteni hapa, mleteni hapa, angalieni. Mheshimiwa Sungu, karibu. Lala tu, kamanda, lala tu, pole sana, karibu Mheshimiwa Sungu. Uh...